Na kuhakikishia nitakwambia tena na tena kwamba wewe Zumaridi ni kahaba, unachafua unatoa maneno machafu mtandaoni, wengine wametukana, si mimi kahaba, si kahaba <laughs> uliniona wewe, tulikutana wapi? nawe tulikutana <laughs> wapi? Kanisemesha bali hizo, au nilikuta wapi na mwanaume na kujia tena na tena na tena kukuambia wewe Zumaridi ni kahaba, hata kama umenichukia umeniona ni wahovyo, lakini lengo langu sio kukuchukia, lengo langu ni kukulekebisha kama maandiko yanavyosema kwa watu wake katika Isaya 58 s sema, piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, uwahubiri watu wangu kosa lao, na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Sasa dhambi, haijalishi ni nani anayeitenda, awe askofu, awe nabii, awe mtume, awe mchungaji, kama anaenda kinyume na maandiko haya, huyo atakemewa mchana kweupe. Hatutanyamaza, hatutaweza, hatutaweza, hatutaweza, hatutaweza. Wakati yako maisha ambayo ukiyaishi nje na maovu yanaweza kukausha pombe, yanaweza kukausha zinaa, yanaweza kukausha uwizi, tamaa yoyote yanaweza kukausha, na kukubadilisha kabisa, ukawa mtu mwema na mwaminifu wa Kristo Yesu. Nataka nikuambie yako maisha, watu ambao siku zao kila siku wanazifurahia, wanazifurahia kwa sababu kazi ya dhambi, kazi ya mabaya hayatakuharibia wewe tu bali utaharibu wewe na kuharibu maisha ya watu wengine. Dhambi inaku inakuharibia wewe na kuharibu watu wengine wanaokutazama unayelitenda hilo baya. Hivyo tutakukemea mchana kweupe, unayevaa kisuruali, unayevaa kinini, lengo lako la kuonyesha huo uchi ni nini? Ndio maana tunakukemea. Hakuna yaliyo ndani yasitokeze kwa nje kilicho moyoni, kilicho mjaa mtu ndicho kimtokacho. Hivyo tutapiga kelele kukuambia, acha suruali, acha kujipodoa, acha kujiremba, acha kufunga mikucha kama kishetani, kwa sababu ni mapepo tu yenye kucha ndefu. Biblia ndiyo msingi, Biblia ndiyo katiba mama, zaidi ya katiba ya nchi hii, na kuhakikishia nitakwambia tena na tena kwamba wewe Zumaridi ni kahaba.